Katika mazoezi ya leo uh, tumeshuhudia uh, waziri wa maji Juma Aweso akitimiza uh, ahadi ya kutoa shilingi milioni tano uh, kwa wachezaji wa Simba kama ambavyo aliahidi uh, wakifuzu hatua inayofuata. Na hii ni baada ya kuitoa Almasri ya Misri katika hatua ya robo fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, ahadi ambayo tayari uh, imekabidhiwa kwa captain uh, Mohamed Hussein Shabalala kwa niaba ya wachezaji akizungumzia kwa namna gani ambavyo ahadi hiyo ah, imekuwa ni chachu kwa wawa wachezaji ah, kwa ajili ya kupambana katika michezo inayofuata. Um, leo tumekutana kwa mara nyingine ili niweze kukabidhi mzigo ambao waliwaahidi mgeni wetu rasmi katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Al-Masri wa robo fainali Uh, Mheshimiwa Juma Aweso waziri wetu wa maji ambaye aliahidi kiasi cha shilingi milioni tano kwa wachezaji. Kwa hiyo eh, naomba nikikabidhi kwa captain. Nimeambatana pia na mjumbe wa bodi ambaye kwa niaba ya bodi yeye atashukuru na hii ikawe chachu kwa wachezaji wetu. Kwa hiyo naomba nimkabidhi kiwango hichi cha shilingi milioni tano uh, captain wetu ya wachezaji. Niseme tunashukuru uh, tunamshukuru sana uh, waziri wa maji Aweso. Uh, tunamshukuru sana uh, niseme hivyo kwa sababu uh, tulikuwa naye uwanjani, alikuja kutupa hamasa uh, ya mchezo. Nafikiri ndo alikuwa mgeni rasmi, kwa hiyo ni jambo jema sana na tunashukuru uwepo uh, wake katika mchezo mgumu, umeweza kurahisisha na tumeweza kutoka na matokeo mazuri, na usema kwamba amekuwa ni, ni, ni, ni kiongozi mwenye bahati sana, sana. Uh, lakini pia kupitia ile ahadi ambayo alikuwa ameahidi leo ameitimiza pia kwa niaba ya wachezaji niseme tena tunashukuru sana, na naamini katika game zijazo anaweza akaahidi ki, kingine zaidi kwa ajili ya kuongeza hamasa kwa, kwa, kwa, kwa wachezaji. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya wachezaji tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Aweso, niseme tu kwamba tumekipokea na asante sana. A, sisi kama uongozi tunasema tunamshukuru Mheshimiwa Waziri kwa hili, sio dogo, ni kubwa lina inatoa hamasa kwa wachezaji. Kama mnavyojua tumefuzu, uh, kwenda nusu fainali. Lakini haya yakifanyika hivi kama nilivyosema kwamba yakifanyika kwa, kwa kwa timu kwa ujumla, yanakuwa yanaleta hamasa kubwa zaidi. Kwa hivyo hii ni ukitoa uki, uki, goli la mama, lakini mheshimiwa kaahidi uwanjani kwamba yeye binafsi atatoa kiasi hiki cha fedha kwa wachezaji kama pongezi za hili ambalo mlifanya. Kwa hiyo linaleta hamasa kwa wachezaji, lakini pia linaleta hamasa kwa timu kwa ujumla. Kwa hivyo tunakushukuru sana mheshimiwa Aweso, tunaishukuru serikali eh, tunamshukuru pia mheshimiwa uh, Samia Suluhu Hassan kwa goli lake, kwa sababu inaendeleza kuleta morali kwa wachezaji. Kama mlivyomsikia mwenyewe captain uh, anazungumza hapa, hii anapeleka kwa wachezaji wenzie na itaendelea kuleta chachu, na inshallah, inshallah tutavuka kwenda fainali. Amosifu, captain. Kabisa. Inshallah. Asante sana. Sanau San -san. Pengine kwa swali moja tu. Eh, tumeona hapa wadau serikali wamefanya kitu kwa ajili ya timu na imekuwa sehemu ya motisha. Pengine kwa upande wa timu watu wanatamani kusikia pia mzuri huko kwenye bodi. Tusikie pia kwenye timu pia kuna jambo lolote amefanya kwa vijana? Baba tajiri Modeuja ametoa chochote kile. Hiyo hiyo ni kawaida, sisi katika timu ni kawaida, ni policy. Mm. Yaani ipo katika sera. Kwamba timu inapoingia uh, ma, inapoingia makundi kuna bonus inatoka. Timu inapoingia quarter final kuna bonus inatoka. Timu inapoingia nusu fainali kuna bonus inatoka, na pia timu inapoingia fainali kuna bonus inatoka, na inapokuwa mabingwa kuna bonus inatoka. Kwa hivyo hilo ni, ni la wazi kabisa lipo na, na, na wachezaji wenyewe wanalifahamu hilo, tuwezi kulikimbia hilo, lipo la kisera hilo. Asanteni sana. Asante.